Mkulima anaweza akafanya kazi mwaka mzima akavuna gunia nyingi sana, lakini mwisho wa siku akaishi kama maskini. Leo nitakuonyesha makosa matano ambayo anaua wakulima wengi kimya kimya. Kosa la kwanza ambayo wakulima wengi wanafanya ni kukosa kumbukumbu. Wakulima -kumbu. wengi wamepanda, wana wanavuna, lakini hawajui wameingiza kiasi gani cha fedha baada ya mavuno. Bila kumbukumbu -kumbu, kujui kama unapata faida au la. Kosa la pili ambayo wakulima wengi wanafanya ni kulima mazao bila kujua soko utakuta wanalima lakini hawajui nani atanunua, kwa bei gani na kwa wakati gani. Kilimo bila soko si biashara, ni kamari. La tatu ni kuhifadhi vibaya mazao. Mkulima anapambana sana shambani kwa miezi yote, lakini anapohifadhi ni kwamba anapoteza asilimia zaidi ya 20 mpaka 40 ya mazao yake. La nne ni kutohesabu hesabu gharama halisi. Mkulima huhesabu mbegu na mbolea tu, au pengine asihesabu, anasahau muda wake, kazi, usafiri na hasara matokeo yake anafikiri anapata faida, kumbe anajidanganya. Kosa la tano ni kupuuza teknolojia na ushauri. Dunia inabadilika, lakini wakulima bado anatumia njia za miaka hamsini iliyopita. Mkulima anayekataa kujifunza anakataa kukua. Kosa haya yawezekana pengine yasionekane, lakini yanaua wakulima kila msimu. Je, wewe umefanya kosa lipi? Andika kwenye komenti na folo hapa ujifunze kilimo cha faida, si cha mazoea.